Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Sijambo. Vipi Nuru nimemkuta? Maana sijamuona siku nyingi, nimekuja kumuona. Eh, Nuru yupo? Okaamka pa, anapagia pagia. Basi naomba niitie. Sawa, ngoja nikuitie

Umeona katoka? Nakatoka kunje, hata sijamwona. Yani nimemwacha kabisa anafanya usafi hapa ndani, sasa nashangaa tunapoingia humo, eti unaniambia hujamwona kweli? Hasa katoka tukaje? Ni mambo ya ajabu sana, yaani siamini kabisa macho yangu. Yaani mtu tu nimemwacha kabisa nafagia ndani, nishangaa napoingia ueti ayupo tena. Kuna nini tena? Nakaenda wapi sasa hizi? Basi sawa, kama mwoni, mimi niondoke tu, nitakuja siku nyingine kumwona. Mara mara mwisho kukutana naye alikuwa kwenye hali mbaya sana. Asi okay.

Sasa dada, mi nimetoka kwenye mihangaiko yangu, narudi nyumbani, nkaona nipita kusalimie mara moja <laughs> Karibu mdogo wangu. Na mbona kichwani uko hivyo, yaani kama umefiwa? Nimechoka dadangu, kusukasuka kuwekaika mawigi kufungafunga manywele. Yani sasa hivi nimeona tu bora kichwa kipomoe kwanza. Haya, nipe maneno. Unampia gani? Kwanza dada, nilisahau kukwambia sinilimpeleka ule mzee kwa mume wangu kumtambulisha na nikamtambulisha, yule ni mjomba wangu, na mume wangu akanielewa vizuri tu. Kwa hiyo dada yangu, wewe kwa sababu yule mzee unamjua, popote utakapokutana na mume wangu, akikuuliza, sema yule mjomba yetu. Wewe mwenyewe unanijua mimi, langu lako, lako langu, naanzaje nikakuzalilisha mdogo wangu, unajua navyokupenda na sina mdogo mwingine zaidi yako wewe. Yaani hata naweza nikawa na wadogo wengi wa mama mkubwa, mama mdogo, shangazi, lakini wewe <gibu> ndo mdogo wangu wa damu. Sasa basi usije ukaniharibia dada yangu. Hebu kuja kwanza wewe Viki, mumeo ukakubali kabisa umtambulishe yule mzee kama mjomba wako. <gibu> wewe unacheza na mimi nini? Yaani sio yule mzee wala sio mume wangu, wote wako hapa huu mchezo wa uhitaji asila, hebu kwanza nipe siri, maana wewe Viki mm. <laughs> mm. wewe ni noma, alafu sasa, jamani, yule baba anaela huwezi <laughs> amini, jana nimetoka naye tumeenjoy. A, yule baba misimuachi yaani alinulia mibia kama yote, nimerudi nyumbani nimelewa bwe. Haya, na ulivyokuwa umelewa ulivyorudi nyumbani, mwumeuka kupokea, unauliza majibu? Mume wangu mimi nishamweka sawa, kila ninaloongea lazima anisikilize. <laughs> Ujue mtoto mdogo una mambo sijapata kuona kwenye hii dunia, ila mganga wako huyo kiboko. Mm. Lakini yote kwa yote, mdogo wangu, mimi ni kushauri kuwa makini sana na huyo mzee, asije akakuharibia ndoa yako ikawa chanzo cha kuachana na mume wako. Dada, mi nakuelewa, lakini kuhusu kuachana naye, hiyo itakuwa ngumu sana, yaani heli hata hiyo ndoa yenyewe ivunjike. Lakini Sonia achane na ule mzee. Hmm, sio kirahisi. Haya sawa, mi yangu macho tu mama, najua masuala ya mtingo tena nalegeza, tunajadili sasa <tipulia> hii tukajua. Eh, mimi mbona nipo kitambo tu, mnakimbizana kuona ndani kama moja kamoja kanje. Eh, shemaji. Vipi mpango laki mbili lako pasiku hilo? Sasa naenda kuuza mitumba. Ah. Usom mchongo wa mabalo au vipi? Ndio. Ah, ule mbona ati mtatu ninavyokuambia yani, hapo tayari mimi biashara nishafungua kule Ilala unajua. Kila ndo ile mchongo wa nini unajua? Nimeweka vijana kule wanasimamia show. Mimi nimekuja mtaani huko baga na bagamisa na mazingira yangu mengine ila like, ikifika mwisho wa mwezi naenda napigana mahesabu sinajua nachukua hesabu yangu afu nyingine nayobaki tunaingiza kwenye nini, kwenye mzigo mwingine kw iko hivyo. Ndio washaka kuhusiana na mimi maana siku zinaenda tu, sipate mrejesho wote kuhusu biashara yako, alafu sioni siku kitoka hapa ndani. Sasa sijui hizo biashara zako u nafanyafanyaje, kidogo ua natia mashaka. Sasa kama ni moyo kwa watu, kuna sababu gani tena mimi kwenda kule kuanza kusumbua na sumbua na watu. Sio, unajua, kimazingira unajua kuna mchongo wa simu mwamu. Au si? Kwani mchongo wa mikoro tu sometime moja mimi namwazima da sister wao hapo simu. Mimi sio unajua sina simu. Namwazima mimi namba zao ninazo, nawapigia vipi huko? Bana, elekeza washenzo hapo, yenyewe mzigo unakaribia kuisha naomba baridi hapo yenyewe, ukisha mimi nakuja tunafanyaje? Tunapagamisa unaenda unachukuliwa mzigo ni, mzigo ni mzigo, mzigo mwingine kwa hiyo iko hivyo yani, sanajua kimazingira, ndo ndo ndo hivyo yani, jambo za hapa mambo. Hivyo wewe, mimi nilikwambia nini wewe? Nilikuelekeza nini? Si nilikwambia mimi usikanyaga hapa mtaani kwangu? Asa, vipi mbona kuja kuja tena? Kuna kipi chako mwamba umekiacha? Eh? Au ndo unakuja kwamba mchongo kuja kumwaga mwaga vidao ili nikupende tena. Wewe mimi sikupendi. Yaani mimi tayari nishazika makopa kopa kwako. Si umeelewa? Amina. Elewa kitu hiko. Yaani mimi sikutaki fanya mambo yako. Vipo mboi? Mbona kama hivyo? Bengua boda. Hapana, staki boda. Samani, nilikuja kumuuliza kaka mmoja anaitwa Jaxi Jackson nani yako? Mimi Jackson ni <laughs> mtoto wa shangazi yangu wa mwisho. Pole sana dada. Jackson amepata ajali, amepondwa na lori, amekufa hapo hapo, yaani hata hatamaniki. Na hivi navyokwambia tupo kwenye maandalizi ya msiba, bado tujazika. Kwa hiyo tupo kwenye taratibu na wenzangu ili tuweze kumhifadhi ndugu yetu. Kwa hiyo pole sana dada. Basia, asante Rip. <laughs> eh, lakini... basi asanteni, ngoja mimi niende. Haya, asante, nashukuru. Vipi ndugu yangu, meshangazi ndugu yangu, ndugu yangu, nahisi alikuwa ana taarifa hizo, lakini mimi ni simjui, ndo namwona leo ya. Basi mna shida ndugu yangu, tufanye kazi, maana hali ni ngumu hiyo. Hamna shida. Baba. Samani, naomba uniombe msamaha kwa shinzo, hataki kunielewa. Shemeji. Naona huyu binti ni mara ya pili hapa sasa nyumbani anakuja. Hivi kwa nini unashindwa kumsamehe na kuendelea na maisha kama zamani? Eh? Mama uelewe tu. Yaani uelewe tu michongo ambayo inatokea hapa. Sio unajua? ila kimazingira, najua iko hivi. Mi nakupanga huyu, najua nakujaga, lakini uelewe kwamba mchongo wa huyu ukoje, kimazingira. Huyu mi najua alikuwa mtu wangu, ila sahivi relax, focus, unajua. Ila mi kinachoniuma mpaka mi staki ukumsamehi, wala staki mazoea naye. Mi najua nilingia jela, unajua lakini maisha ya kweli hujakuja kuniona hata siku moja, hata sumni, sije kuona sura yake. Hasa wakazi gani? mapenzi gani? watu mnapendana, afu mtu ajui hata anusa mani yako, mtu akusamini vipi? Sasa siufuate mazingira yako, achana mimi bwana. Wanaume hapo kibao kwa kina Imabonge, si unajua, wakina Maliwa arobaini na tano, wakina Ngadu MC, wakina Mjomba Pilo hapo kibao uko, unajua. Mimi vipi, tayari tushamaliza mkataba mimi na wewe, si umeelewa?

Unajua mtu kama kupendi, bora wachane naye, usilazimishe mapenzi sinanaelewa. Ingawa najua unampenda sana, kama kua umpendi ua naangalika hivi kila siku ya kumfuata kumfata hapo nyumbani. Lakini Shezo, ujue binti nakupenda sana, haya maisha ndio bora, ungemsamehe ili muendelee na maisha. Sikiliza Shezo mimi niko tayari kupulipiwa mahali kama tamaa hiyo binti, kwa sababu nimeona nia yake kwako. Mwamu wolikuja kuniona megepinde nipo jela siyo, kuna baya lolote hakuna. Binti naomba niache kwanza nizungumze naye sawa, eh? Sawa mi naomba zungumze naye mana nampenda ataelewa tu, huyu ni binadamu. Oya mamu, sikia usimpe moyo huyu, sikia nikwambia Amina, yaani hapa ndo udai udaiwe, si umeelewa? Fata mambo yako, fata maisha yako. Vipi, mbona ning'ang'ania ng'ang'ania, na nitakataka vipi mimi na nini, eh? Siongi, sina pesa sina sapampa, sina chochote. Basi mimi naenda. Sawa. Wakazi gani? Simama, naona nabagi ya mtu. Unajua, isingekuwa mamo, nilikuwa nampasua dakika mbili tu. Nilikuwa naisikia arufu ya damu kabisa, anavonukia juu akula asante. Shikamoo. Aaai, Asante. Samani, Nancy nimemkuta Nancy. Nancy yupo sawa, niko na shida naye. mm -hmm. Eh, ah, wewe ni nani? yake unaitwa nani? naitwa Nei. Eh? Nei. Mm -hmm. Basi umwona Nancy ana rafiki? ah, mimi ni rafiki yake mama, nimesoma naye Nancy. umesoma naye? mm -hmm. Sawa, nimwita tu, akiniona atanifahamu. Basi ngoja nikuite. Hey, kuna binti kaja hapa anasema umesoma naye. Nakwambia kabisa. Kafika hapa kabisa. Kama mmoja kama unasikia usiye. Asa, mama, huyo mgeni mwenyewe kasema jina yake nani? Sio kasema nani? Sio nani? Yaani jina yenyewe nimeshalisahau. Ila kasema umesoma naye. Ah. Umesoma naye mimi nani ambaye anaweza kuja hapo afu akaondoka kwenye mazingira kama haya. Karudi ndani labda, ah. Wewe kaingia ndani, sijui. Mama, hebu acha masiala. Nakwambia amesimama hapa niliposimama mimi nafungua geti kasimama hapa aoanivopoa hmm. miataskaina Mi si tumekuja hapa tuna mambo haya mawili tu. Jambo la kwanza la kwangu mimi, jambo la pili keti ongea. Ana ni kwa nini umempa Bitausi mtu wa kwanza kwa mchezo, aliyakuwa uliona mwezi uliopita alivyotufungua mpaka hatujatamani aingie mwezi huu lakini wewe umempa wa kwanza. Kwa nini tena? Mwenyewe ni shahidi ulivyoona, tulivyokajagana mpaka ofisini kwake, tunaenda tunamkosa, tunaenda tunamkosa, tunarudi. Leo umempa mtu wa kwanza kweli? Kuhusu hilo hata, msijali. Yule mama alikuja hapa, alikuwa na matatizo makubwa sana na hata alivyonielezea ni nilimuonea huruma sana. Mimi mwenyewe namjua yule mama vizuri sana, lakini kama mnavyojua binadamu atukosagi matatizo yule mama amekuja ana shida sana yaani amelalamika sana. Unaona? Sasa na kama unavyojua mi ni mtoto mdogo yule ni mtu mzima na ukiona mtu mzima siku zote analia, jua kuna jambo limemfika, nikamwonea huruma, nikasema ngoja nimpe kwa sababu sisi sote tushakubaliana. Mtu akiwa na tatizo tumpe jina la kwanza ili asahau matatizo yake we ana wewe. Unasema unamjua vizuri Bibi Tausi, mimi nahisi humjui vizuri wewe Bibi Tausi hizo pesa ambazo umempa kukulipa mpaka mbingu na hali ziviumane ndo utalipwa hizo pesa. Tuachane na hayo. Vipi kwa upande wangu panaeleweka? Ulisema mtu wa kwanza akitoka, mtu wa pili ni mimi, na leo ndo mtu wa pili anatoka. Vipi hizo pesa zangu ziko wapi? na hivi hapa unavyoniona hapa, nataka nimfuate kuna mdada mmoja aliniambia nimpate kazi ni kwake, akanipea ili jioni nikuletee. Sasa hivi mbona bado mapema, watu wote bado hawajaleta. Keti. Mi nahisi huyo mdada anayezungumzia, hajajazishia hizo hela, ni bibi Tausi, ila hapa anatuzuga tu. Lakini tulikubaliana kuwa safari hautamuweka, imekuja mpaka umemuweka. Au amekuloga wewe? Umerogwa? Rafiki yangu mimi, sijaloga wala nini, lakini hebu ungemwangalia, unge yu yule mama, ungepata hata muda mfupi, muangalie mama jinsi alivyokuwa, natia huruma. Yule mama alikuwa na matatizo kweli, yani mpaka machozi yanamtoka. Jamani, hata kama ni wewe ungemuonea huruma, muangalie yule mama mwenyewe kama mama yetu mzazi. Jamani, sawa, mimi nataka siku ikifika, nipewe hela yangu kwa wakati. Ninavyokuja hapa tu naomba nikabidhi hela yangu niondoke, sawa? Sitaki kusumbuliwa. Sio unanielewa? Lakini kama unavyojua binadamu atakosaje matatizo Yule mama amekuja ana shida sana leo ndo mtu anatoka na mpaka dakika hii pesa hakuna unaniambia sijui mdada yuko huko sijui kilikwenda karudi, mimi sitaki maneno na pesa zangu unilete nyumbani kwa sababu hiyo kijumbe. E ni kazi yako kijumbe. Ila yenyewe mnaniachia elfu moja tu. Hiyo hiyo elfu moja ndio nitoke hapa nikufuata nyumbani kwako kweli angalia Uko serious kweli ndugu yangu. Wewe fanya hivi, saa 12 njoo uchukue pesa zako na harafu kingine. Kwa nini tuanze kupelekana juu juu? Eh? Ndio kwanza tunaanza mtu wa pili wewe. Afu unaanza kunisumbua mambo kama hayo. Eh? Em bwana tulia kwanza. Eh? Kama kweli uko serious. Unachezesha huu mchezo. Jioni naitaka pesa yangu. Sawa ya rafiki yangu usijali. Na tena yule mama hata angaishi sasa hivi. Tena anaelaka kashaleta mapema tu wala hata usipate shida yoyote, lakini mtaipata vizuri. Yule mama sasa hivi katulia, mambo yalomkuta makubwa. Sikiani, mkusanyie pesa yake, jioni akija hapo, mpatie pesa yake, kusiwe na usumbufu. Hivyo tu, nimemaliza. Tuondoke Angolini. Waheri. Haya, karibuni. Kweli kazi ni nayo, yani ndo kwanza mchezo unaanza, na timbuli zimeanza. Du, nilipumzika leo baba mama. Oh, dada ni zako, nimeachilia Tafurani baba Tafurani mama. Dada, hebu niadisie stori zako <coughs> kutoka hapo, kwani nitokapo salama. I wewe hapa ni mzuri, hapa ni hapa, umeishida sana Darasa saba. Kwa nini la saba? Sipendi shule. Kwa nini upendi shule? <gay> mi mwenzako na shule niko tofauti, na mama amelizika kabisa kukuacha huko nyumbani. Sasa atafanya je? Na mi sitaki shule <gay> <gay> mimi sijakaa hapa, ningekuwa nakaa hapa ungeenda tu shule <gay> hata <Yeah, atakafindon tigende. gay> uh, upendi shule kabisa <gay> na kwa nini <gay> sipendi tu an yaani, ningikuwa mimi nimekaa hapa ungeenda tu shule. Mama,